Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba wakazi wa Ndambwe Mkunumbi kaunti ya Lamu wamefanya maandamano ya kushinikiza serikali kuwapa naibu wa chifu ambaye ni mwenyeji na mkazi wa eneo hilo. Hii ni baada ya naibu wa chifu aliyekuwepo kustaafu na nafasi yake kusalia kuwa wazi. Thabos. Serikali natudhulumu kutuletea mtu ambaye kwamba kwa sabchifu ambaye kwamba si wakwetu hapa, hatujui wala sisi hatumjui yeye. Matatizo yote ya kijiji yakitokea, tutalia na nani hasa? Tukipata chifu akiwamba hapa, mtoto wetu akishikwa na KDF, akipeana nambaa, chifu akipigiwa simu, haya, mimi mtoto fulani nimeshikwa ndambo mali fulani ule chifu atamsaidia, ama mzee a mitaki ani wandambwe akipigwa simu, unamjua fulani wa fulani, atasema namjua. Lakini sasa hivi utwete mtu wa kutoka Nairobi wala atajua ma um, shida za ndambwe, hasa ikiwa serikali haitutambui, ina faida gani? Afadhali ile shule ifungwe, ifungwe ile shule, walimu wao watukua endezao na watoto tumewasomesha, na kazi hakuna, watoto wanateseka sasa. Kisa utasema watoto wamefanya uhalifu, ili hali na uhalifu huchangia ajira. Yote kutoka serikali sisi kuipata hatuipati, matoko yote tutoka kupata hatupati, wacho wote tunapata hapa. Kuna pesa ambazo zimetotoka, unaona sisi hapa tudipaki, ninakajua kwapi Mpeketoni, unaona kuna kazi hapa za toka, unaona za vijana za kuna kwapi jeshi, unaona hapa tupewi.